Walikuzuia sana Amen. Walikukatisha tamaa sana Amen. Walisema utakwenda Amen. Bwana amefunga mota kwenye miguu yako Amen. Lazima uende kwenye speed ambayo hawakutaji, lazima ufike kwa wakati ambao hawakutaka wewe ufike Amen. Katika jina la Yesu Kristo Amen. Bwana akufungie hiyo mota kwenye

inasema nasema utatikisika katika chini ya Yesu, hata maimwe mawimbi makubwa kama milima haya takaya kuondoa hata hiyo milima itasawazishwa, hayo mabonde yataonekana, njia yako itakuwa ni tambarare. Utapita bila kukwamishwa, utapita bila kujikwaa, utapita bila kuanguka. Sijui kama kuna mtu anapokea hili. Nasema utapita bila kujikwaa. Unaelewa roho ya Bwana, nachokwambia, huo mlima ni kitu gani mbele zako, na jina la Yesu ndani yako? Hilo jaribu ni kitu gani? Hilo jaribu ni nini? Hilo jaribu lina nguvu gani mbele zako, wewe uliye na Yesu wa Nazareti. Najua umeshachoka. Najua umeshachoka kushangilia. Kwa sababu sio kawaida yako kushangilia. Na mimi sijachoka kukuambia ujumbe niliopewa. Na mimi sijachoka kusema kile Roho anachosema ndani yangu, na mimi sijachoka kutangaza kile nilichoambiwa nitangaze katika jina la Yesu Kristo. Haya ndio majira yako ya kukamata na kuwanyang'anya. Haya ndio majira yako ya kurejeshewa vilivyokuwa vimepotea. Haya ndio majira yako ya kuinuliwa heshima yako. Haya ndio majira yako ya kumlilia Bwana na majibu kayaona majina yako ya kuishi maisha ya kicheko. Haya ndio majina yako Bwana ambayo aliyatangaza kabla yawe kuzaliwa kwako. Haya ndio majina yako ya uponya katika jina la Yesu. kazi yako, utatokea utashangaa, kuna mpenya utatokea. Kwenye uchumi wako utashangaa, kuna mpenyo utatokea. Kwenye familia yako utashangaa.